Ya kwanza tushukuru, tumesafiri kutoka katika mkoa wa Manyara wilaya ya Babati na sasa tuko ndani ya jiji la Dar es Salaam so, na tuko tayari kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya Yanga. Maandalizi yanaendelea ya vizuri na nadhani tume, tuna activation ya jioni leo. Kubwa tumesafiri na takriban wachezaji 25 na wote wako tayari kwa ajili ya mchezo wetu, na kubwa tunaangalia ripoti ya daktari kwa siku ya leo jioni, naamini wote wako tayari kwa ajili ya kuwakabili Yanga Afrika. Tunajua tunacheza na timu ya aina gani, Yanga ni timu bora, nikimaanisha yani benchi lao la ufundi na nikimaanisha upana wa kikosi chao Uh, lakini Fountain Gate pia ni timu ambayo ni kubwa na wenyewe ina mwalimu ambaye chipkizi na ina wachezaji ambao washakutana na timu ya Yanga katika wakiwa Fountain Gate na wakiwa katika timu zingine. Kwa hiyo all in all, kama sisi tumejipanga kwa ajili ya kucheza na Yanga kesho na kupata pointi tatu. Swali kwa mwalimu Kudamu ambaye anatumika, wana ubora wao ndani ya uwanja, uh, wa lakini pia wana udhaifu wao wa. Kwa hiyo ule ubora wao tutauheshimu kama Yanga, lakini ule udhaifu wao ndio tutakuotumia kupata matokeo kama Fountain Gate. Swali kwa mwalimu ni kweli tumefungwa magoli ambaye umeawanisha hapo, lakini naamini kila siku sisi tunakuwa bora kadri siku zinapokwenda, na hilo ndo kubwa ambalo tunategemea kuwaonyesha Watanzania au wakazi wa jiji la Dar es Salaam pamoja na fansi wetu wa Fountain Gate, kama tumebadilika. Tunapokutana na timu kubwa kama ile, tunakuwa bora katika kulinda na katika kushambulia. Nikushukuru kwa, kwa, kwa swali ni lako zuri, na nipokee hongera yako, lakini ni ya kwetu sote. Unajua tulikotoka tumetoka mbali, kila mtu ana support, bila nyie mi singefika hapa ndio. Na niwaambie wana Manyara au washabiki wa Fountain Gate, a, kazi iliyopo mbele yetu ni kubwa sana, tuendelee kushikamana kuombeana dua, mwisho wa siku tutafanikiwa kwa pamoja. Nikuwa ni kwa nyuma zake haa. Sifa cha pili, tunasema kama tunajiandaa na mechi ya Yanga vizuri tu, kwa sababu tunawafahamu Yanga vizuri, kama ni timu nzuri, timu kubwa, timu bora na tunawaheshimu kwa hiyo. Lakini sisi pia ni wachezaji ambao tunahitaji matokeo kwenye mechi hii, kwa sababu ukizingatia mechi ambayo iliyopita dhidi ya JKT tumeipoteza, na twist tukapenda tena tupoteze mechi mbili tatu mfululizo, na sio vizuri kwetu. Swali kwa mchezaji, kwa mchezo wa kesho. Amichezo nana yani, kweli nimesho kucheza na timu kama hizo Yanga Simba ni, ni timu na ndo tunachokuwa tunakiongea hata mazoezini na wenzetu kwa sababu unapocheza na timu kama hizo ni timu ambazo zina wachezaji ambao wana quality nyingi sana za wachezaji wazuri, lakini tunapokuwa uwanjani tunacheza 11 sisi wote. Wao wako 11, sisi pia tuko 11, so hapo ni kwa makini, kwa sababu wao ni watu ambao wanaweza kupata nafasi moja mbili tatu wakaitumia. Sasa mabeki ama mabeki, kama tunavyokuwa tunakiongea kila siku, tuwe umakini sana kuanza mwanzo wa mchezo hadi mwisho, kwa sababu ni watu ambao sio watu wa kuachia nafasi, na sisi tukipata nafasi zetu inabidi tuitumie, hata iwe moja, inabidi tuitumie ili kupata matokeo mazuri. Swali kwa mchezaji. Karibu, kwa sababu wanakuta tunacheza na Yanga, hapana na wanatuamini vizuri, na wanaona mabadiliko kabisa ambayo yenye ipo na muda kama huko kwenye timu yetu, kwenye kikosi chetu cha Fountain Gate. So nawahidi kuwa tutapambana uwanjani kesho ili tuwafurahishe wao wa mashabiki wetu. So, support yao ni nzuri sana kwetu, na itakwenda kutusaidia na kutumotivate. Shukrani sana Derrick.